Tanga waja leo kuondoka majaliwa. Pangani, wakulima wa zao la mhogo wameonyesha kwa vitendo uwepo wao kwenye mkutano wa kampeni za Dr. Samia. Sisi kama wakulima mioyo tuna uzalendo wa dhati a Samia hamna kama mama, tuamini mkombozi wetu ni mama na tukaenda na mama. Wananchi wa Pangani katika kipindi kijacho tuna amini kwa kula zetu za kitosha unakwenda kutumalizia barabara ya Tanga Pangani Sadani, pamoja na daraja, hakuna tabu. Muheza mnabeza mwanzo. Akaingia Muheza, moja ya mambo ambayo mimi binafsi naamini yanachangamsha maeneo yanachangamsha sehemu nyingi, lakini yanachangamsha, pamoja na hayo, uchumi wa sehemu hizo ni kuwa na taasisi za elimu ya juu, vyuo vyuo vikuu. Sisi wilaya Muheza ungeomba katika kipindi cha miaka mitano inayofuata baada ya kukurudisha kwa heshima, moja ambalo tunaliomba kutoka kwako kwa lifikirie ni kutupatia Muheza taasisi za elimu ya juu. Ukiachilia mbali wananchi waliojitokeza kumsikiliza mgombea urais kupitia CCM Dkt. Samia mkutano wake wa kampeni Tanga mjini umemshuhudia pia Mama Fatma Karume, ambaye ni mjane wa rais wa kwanza wa Zanzibar viwanda vilivyobinafsishwa lakini havijaendelezwa, ikiwemo kiwanda cha chai kule Korogwe. Lakini pia nimefurahi kuona kiwanda cha Foma nacho kimefufuliwa, lakini vile vile kiwanda cha saruji kimeongezewa uwezo wa uzalishaji. Sasa Tanga inaleta saruji nyingi kuliko ilivyokuwa kabla vile vile kuna kiwanda mm, kipya kimeingia, kiwanda cha kufunga magari ya ambulance assembling ya ambulance. Ramadhani Mvungi, Azam News, Tanga <fungi>